na kutetea haki za bina, za, za wananchi wanaonekana wana kwamba sio CCM. Ukisema sio CCM basi maisha yako yako yapo hatarini hadi na mke wako na familia yako yote. Kwa sasa hivi tumesema hivi. Ukipata kituo cha polisi chochote kile, choma moto. Unajua mke wa polisi anapoishi. Unajua anafanya biashara gani? Choma hizo ofisi moto. Choma moto. Haribu kila kitu chao. Ukipata polisi, tunawajua. Ngoja niambie nyie polisi. Tunajua mnapoishi. Tunajua mnapolala. Tunajua mnapokaa. Tunajua nyumba zenu, tunajua wake zenu. Sikiliza, tukiamua tuanze mashambulizi dhidi yenu hamtapata nafasi. Na tumesema hivi sasa hivi, ukipata kituo cha polisi, ukipata polisi mwenyewe. Achana na jeshi la wananchi, kwa sababu hao kidogo tuko tu, tu, tu, tu na asilimia hamsini hamsini, kwamba wapo upande wetu ama wapo upande wetu. Tunadili na polisi wa CCM, chama kimoja CCM hiki ni chama cha ujambazi, hiki ni chama cha wauaji, kwa sababu haiwezekani mmewaa ndugu zetu elfu kumi tunyamaze. Tutaingia msituni tupambane na nyinyi mpaka mwisho. Unamjua mke una una wa polisi anafanya pi kazi, unajua duka lake, unajua watoto wake wanasoma wapi, dunga tavisu uwa ili wajue nguvu za waliua waua, kwamba ni watoto wa watu pia waliua. Haiwezekani nyinyi mmewaa ndugu zetu tuwaache wake zenu mitahani, tutawabaka hata kama ni, wabaka, ni kubaka, acha tu wabake ili mjue nguvu za ubakaji upoje? kubaka mtu mke wa mtu unajisikiaje? tu umebaka mke wa mtu. Sasa hivi ni ndugu zangu, ni wakati tuamke, wa tuanze mashambulizi. Unajua hoteli yake ilipo mke wa polisi, choma. Unajua duka yake ilipo ilipo mke wa polisi, choma. Unajua unajua ofisi ya sehemu ilipo, choma. ni, wa, ni, muda wa kuchoma choma. Tunachoma kila kitu, tunachoma kila kitu, tunachoma kila kitu, tunaharibu kila kitu. Hatuna muda wa kupoteza Tuharibu kila kitu, a simu ametuzea. Yeah, sana, tuharibu kila kitu. Je, wewe una maoni gani baada ya kusikiliza hoja hizi? Nawasikiliza kwenye comments na comments hamsini za mwanzo nita reply zote. Usisahau kusubscribe kama ndio mara yako kwa ya kwanza kuiona channel hii. Asante na tukutane kwenye video nyingine.